E, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni moja ya taasisi ambazo zinashirikiana na Mamlaka ya Kudhibiti na Dawa za Kulevya katika eneo kubwa la uchunguzi wa sampuli ambazo zinakamatwa kutoka maeneo mbalimbali ya operesheni zao, bandarini au kwenye airport au sehemu yoyote. Kitu kinachofanyika ni kwamba baada ya kukamata, sisi tunazichukua zile sampuli, tunazichunguza, baada ya kuchunguzi tunatutolea ripoti. Ripoti hiyo inakuwa sasa ni taarifa ambayo wataipeleka mahakamani kwa ajili ya kutolewa ushahidi na kesi iendelee. Kitu kikubwa sisi ambacho tunakifanya ni kwamba mkemia mkuu wa serikali pamoja na kuandaa ripoti lakini, ni yeye ni shahidi katika sehemu zote, kuanzia mwanzo mpaka mahakamani. Kwa hiyo kwenye eneo la kauli mbiu yetu hii ya wekeza katika kinga na na tiba kwa, kwa, kwa ajili ya kupinga dawa za kulevya, sisi eneo letu kubwa ni ushahidi wa kisayansi ambao vyombo vyote vya ulinzi na usalama ikiwemo DCEA wanatumia ushahidi huu katika kesi mbalimbali kwa ajili ya mashtaka. Serikali kupitia mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali imewekeza mitambo ya kisasa mmojawapo, huko hapa hapa Dodoma wa shilingi bilioni 2.9 bili huu ni kwa ajili ya uchunguzi wa sampuli hizo ambazo tunazisema, ambazo kwa wakati moja zinaweza ikawa sampuli mia mbili na thelathini. Lengo tu ni kwamba uchakataji wa hizo sampuli uende kwa haraka, ripoti itoke kwa haraka, na kesi ziende haraka, na mashauri yote mahakamani yaende kwa haraka, na haki iweze kupatikana. Mheshimiwa Rais anashiriki hapo katika kutuwezesha au uwekezaji, kwa hiyo amewekeza uwekezaji mkubwa katika maabara ya mkemia mkuu wa serikali katika vyombo, lakini si vyombo tu vitendea kazi, lakini vilevile na rasilimali watu wamewasomesha, ambao wamebobea na wana uwezo katika nyanza husika.